Upendo wa mama ni wa pekee sana katika maisha yako. Upendo wa mama kwa mtoto ni wa asili na ni wa pekee, na ina upendo usiohitaji masharti wala sababu yoyote. Na upendo unaanza kuanzia pale mtoto anapokuwa tumboni. Mama anza kujenga uhusiano wa pekee wa hisia, maombi na kujitoa pasipo kuchoka. Mama yuko tayari kwenye nyuma, yeye chakula, usingizi au raha yoyote, ili kuhakikisha mtoto wake anakuwa salama na mwenye afya na mwenye furaha. Na huu upendo ni mwanga wa kwanza unaomwelekezea mtoto katika maisha yake, na kama tunavyojua safari ya kuwa mama sio kazi rahisi, hasa katika malezi. Kuna wakati mama analia kimoyomoyo, huku yani usoni akionyesha tabasamu mbele ya mtoto, ili mtoto asiweze kuhisi chochote, ili asiweze kumuumiza mtoto. Yani mama anaweza akaa analia, lakini mtoto asijue kama mamake ana maumivu au analia na weza ikalinganishwa na kitu chochote duniani. Yani, kila hatua nzuri ambayo mtoto anapiga, kila mafanikio katika maisha ya mtu mzima, kuna alama ya jasho, machozi na maombi ya mama nyuma yake. Yani hata ukimwona kijana akafanyikiwaje, ujue, yani kuna maombi ya mtu nyuma ya hiyo kitu ambayo ni mama wake na tunavyosema tunazungumzia hao wanawake zetu, yani e hao wanawake, tabia zao mbovu, jaribu kumweka mamako kando, usije ukakaa kulinganisha tabia ya mwanamke uliokutana naye barabarani au tabia ya mwanamke ambaye umekutana naye sehemu yote, sijui chuoni, sijui wapi, ukajenga naye mahusiano ukaanza kusema wanawake wote ni sawa yani, don't compare your madha na ao wasichana wengine o. Mama yako na mke wako hata siku moja hawalingani. Mama ako ni wapekee katika maisha yako. Yani unaweza ukakuta mtu anamtumia mama ake elfu ishirini au elfu kumi akamshukuru sana na akamwombea dua kubwa sana. Akaja huyo huyo mtu akamtumia au akamwonga mwanamke ela lesei inaweza ikawa laki moja au milioni moja, yule mwanamke atalalamika haitoshi, atamdharau, ataongea maneno ya ovyo, ataheshima anaweza akamvunjia na walivyo wajanja, hata wakiwa kwenye nini, wakiwa kwenye ndoa, wanakuwa na mbinu tofauti ambazo zinaweza zina, zinakufanya au zinaweka yani zinafanya wewe uwe mbali na mama wako. Yaani mwanamke unaweza ukampenda ukampenda, lakini mwisho, yani akishaona tu kuna kile kidalili cha wewe kuwa karibu na mama wako, atafanya juu chini uvunja ile nini ile love iliyoko kati ya wewe na mamako. Au mwanaume akiona sana upo sana na mamako, yani atafanya juu chini, yani pale atafanya juu chini, aharibu wa upendo. Ndio maana inashauriwa yani, ukishaanzisha familia yako, weka ukuta kati ya familia yako ulikotoka na familia uliyoianzisha ili kuepuka hii migogoro mdogo midogo na kama tunavyojua, mama ni daraja linalotuunganisha na utu, huruma, busara, heshima. Yani bila bila jitihada za mama za kimya kimya, dunia isingekuwa na dunia, yani duniani kusingekuwa na viongozi, walimu, hata hayo mapenzi yako hayo hayo mahusiano yako yasingekuwa na amani. maana ukifuatilia asilimia kubwa ya watu ambao wana yani, mahusiano yao yananyoka, yanaenda vizuri, yani wakishapata tu pi akishapata tu mwanamke au mwanaume, ani direct anamwambia mama wake, na mama, nimpate mtu huyu, na huyu mama atamuuliza pale maswali kadhaa. Ikiwa mama amelizia anaweza akasema sawa, mna shida. Lakini ikiwa mama jerezia, atakuambia kabisa badilisha, na usipobadilisha hayo mahusiano yako yatakuwa ya vitimbwi, hayatakuwa ya amani, yatakuwa na migogoro mingi. Ndio maana watu wengi au wazee wa zamani, yani e wao waliwasikiliza sana mama zao, na ndio maana hata ndoa zao ndoa zao na mahusiano yao yalikaa na yalidumu kwa muda mrefu, tofauti na kizazi cha sasa hivi. Sababu kizazi cha sasa hivi, kila kitu tunajifanya tunajua kila kitu, sisi tuna, yani yani, tunajifanya sisi ndio walimu. Hii yote kutokana na utandawasi. Hmm, na pia kumtunza na kumheshimu mama ni wajibu wa kila mtoto duniani, uwe mzungu we Mwafrika, ni yani, yani kumtunza mama yako ni wajibu wako no matter what. Na kumwambia mama wako neno asante bila vitendo ni sawa na kazi bure. Yani, yani, kama kama unamwambia mama yako asante, basi onyesha na vitendo vya heshima na kumpa daraja lililo bora, na kuthibitisha kuwa nini, yani kuthibitisha ile shukrani yake kwake, sio tu kumpa hela, muoneshe na yeye upendo. Mfano, unaweza kukuta mtu anaishi kwenye nyumba nzuri au anaishi goro, kwenye gorofa la kwenda, lakini kuja kuangalia maisha ambayo anaishi mama yake, inasikitisha. Nguo anazovaa mama yake kitanda anacholalia mama ake, jamani, inasikitisha. Mtoto nakuta anakaa kwenye ghorofa nzuri safi, kuna garden, kuna kila kitu, lakini mama yake anakaa kwenye kibanda kibanda, na anatumia kuni, na bado anasimama mbele za watu anajipraudi kuwa ana mama anampenda mama yake. Huo ni unafiki na ni uongo kama unampenda mama yako, yaani mfanyie kama yeye alivyokufanyia, mtunze kama yeye alivyokutunza. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Bonyeza alama nyekundu iliyopo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe, na usisahau kubonyeza kikengele ili uweze kupata notifikesheni zote za video zangu. Bye.